na mzee Makongoro kwenye mkoa wetu wa Rukwa ameliona hili kwamba, njoni leo ni wape futari na binti yetu mdau wa maendeleo. Muombe Mungu Subhanahu wa Taala, binti huyu dhamira yake itimie na mambo yake Mungu ayanyoshe. Ni mabinti wachache wanaoweza kufikiria jambo hili kwa umri wake. Ni jambo la sana no. na huyo amechukua yote ya baba yake, mzee wetu mzee wetumesaga na wengine kweli waide, na tumwambie dada ya binti yetu Jacqueline, maksudio yako yatimie, yatimie, njoo kwetu nimdogo kupiga dua wa wamjiuu, tukushukuru sana mkuu wa mkoa